Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leo ndugu zangu, nawaletea dua Dua hii ni dua ya kufaulu mtihani. Ina maana una mtoto wako na kijana wako anatarajia kufanya mtihani, basi hii ni dua sana ya mtoto kufaulu katika, katika mtihani. Aidha katika mtihani katika madrasa, aidha mtihani katika shule ya primary, aidha mtihani sekondari, ama mtihani wa chuo, basi akamate na some sana dua hii mara kwa mara. Basi insha Allah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kijana huyo atakwenda kufaulu mtihani, na hii dua isome siku 21 kabla hujakwenda katika kufanya mtihani, yani isome siku 21 kabla hujakwenda kufanya mtihani. Basi mwanafunzi huyu atafaulu mtihani. Lakini kabla sijaletea dua hii, ni wakumbushe ndugu zangu ile e dua, dua yetu ya kufunga mwaka tulotarajia tuifanye leo Ijumaa mwezi 20, mwezi 24, tumeisogeza mbele mpaka Jumapili ya mwezi 26 kutokana na maombi ya watu mbalimbali wameomba tuifanye weekend ili waweze kushiriki watu mbalimbali wote kwa pamoja kwa dua hiyo. Kwa hiyo utaifanya siku ya Jumapili baada ya salati la asr inshallah ndio itakwenda kufanyika dua hiyo bi idhnillah taala. Baada kwa kuzungumza hayo sasa tayari nitakusomea hii dua na nitairejea mara tatu, nitairejea mara tatu ili uweze kuishika na uweze kuikamata bi idhnillah taala wale ambao waliojisajili katika ile dua ya kufunga mwaka, bi maana ya tarehe mwezi ishirini na nne ambao tumepeleka mbele, zimesalia nafasi tatu. Tunataka watu hamsini na zimesalia nafasi tatu kwa vile tumeipeleka mbele, pengine labda na wewe unataka kushiriki, basi unaweza ukatuma namba yako ukapiga namba hizi, alafu ukapewa maelekezo namna gani utaweza kushiriki katika namba sufuri saba nane nane tisini hamsini na moja hamsini na moja sufuri saba nane nane tisini inakuwa ni sasa yangu. Siku ishirinamoja kabla mtu ajaingia katika chumba camian cha maana, mwanafunzi atakiwa ifanye siku ishirina moja kabla aafanyaskz kwanzia mwazo mpaka mwisho unasoma hivi:

Siku ishirini na moja kabla ya kwenda kufanya mtihani wako, uwe mtihani wowote ule, uwe mtihani wa taifa, uwe mtihani wa moko, iwe mtihani wa aina yoyote, inshallah, nenda kamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua hiyo, na kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ni mwanafunzi huyo, basi atakwenda kufaulu mtihani wake huo bi idhnillahi Ta'ala. Niombe ndugu zangu katika imani inshallah, tuendelee kufuatilia chaneli yetu hii wale ambao bado hawaja subscribe pengine wanapita mara moja, lakini bado hawaja subscribe basi wafanye hivyo na isoshi hata katika grupu zetu zile za za WhatsApp zile, katika zile grupu za dua zile. Inshallah tutazileta hizo dua, tutazifundisha hizo dua kwa utaratibu, ili watu waweze kuzifahamu biidhnillah taala. Na wale ambao wanapita katika video zetu lakini bado hawaja share video zetu basi wa share kwa watu wengine ili faida hizi biidhnillah taala waweze kuzipata na watu wengine. Leo tumewaletea dua ya mtihani ya mwanafunzi kufaulu mtihani, na nimewakumbusha kwamba wale ambao wanataka kushiriki dua yetu ili ya kufunga mwaka tutaifanya tarehe ishirini na mbili ambayo itakuwa ni mwezi ishirini na sita katika mwezi huu wa Dhulhija, ni dua ya kufunga mwaka inshaallah. Na zimesalia nafasi tatu, kwa anataka kushiriki, basi anaweza na yeye akajazia nafasi hizo tatu, ili naye aweze kushiriki bi idhnillahi taala. Baada ya kusema hayo, niseme assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.